wake kwa namna ya kipekee kongamano hili alikuwa ni kongamano kula wanawake kukutana kongamano ambao limewakutanisha wanawake na tukawajengea uwezo na kuwapa fursa mbalimbali za kuongeza vipato, lakini kubwa kuliko yote, mada inayohusu wanawake na bima ndio imeweza kutia fora, kwa sababu wanawake mbali ya kukinga au kukinga na majanga, lakini pia wamepewa fursa ya kuanzisha vitu mbalimbali kwa ajili ya kuhamasisha watu wakajiunga na bima, na hasa bima ya afya, na wameambiwa kila wanapohamasisha watu wakajiunga na bima ya kupata asilimia tano ya kile ambacho wanawezeshwa wale katika kundi lake aliyokusanya waweze kukusanya. Kwa hiyo mimi niseme tuna baraka kubwa, ni mshukuru sana kamishina wa bima Tanzania na timu yake yote kwa kutupa fursa kama hii, na sisi tunaahidi tutaendelea kutangaza jambo hili jema kwa nchi yetu yote, katika eneo letu la Singida, ili tuwe salama, wanawake hasa walezi wa familia waweze kujikinga na majanga mbalimbali. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuwa nasi siku ya leo mwitikio ukoje kwa wakazi wa Singida na wito wako nini? Mwitikio nafikiri unaweza kuona wanawake hawa ni zaidi ya elfu moja walikuwa hapa, na wote mpaka dakika hii wako, ina maana wametusikiliza na wametuelewa. Lakini sisi tunasema leo haitoshi, unapomaliza kazi moja, tunaanza kazi nyingine. Baada ya maadhimisho haya, tutaanza kuwatembelea kwenye maeneo yao, kwenye kata, kwenye vikundi, ili tuhakikishe na sisi Mwitikio bado huko chini, na ndio maana tumepeana taarifa leo lakini utakuja kutupima baada ya miezi kama sita ijayo. Naamini tutakuwa na vikundi vingi katika kuhakikisha kwamba wamejikinga na wamekinga wenzao, lakini baada ya changamoto kubwa kuonekana kwamba ya ucheleweshwaji wa mikopo kwa uh wanawake, baada ya asilimia kumi zile za halmashauri, lakini baada ya sasa wewe mkuu wa mkoa kusema mtatembelea kila kata kila kijiji kuhakikisha mnawasaidia wanawake wamefurahi. Hii kwako umeichukuliaje? Mimi kwangu nimeichukulia positive kwa sababu ndio kazi yangu. Ninachokiona pale ni haya makundi, hawa wawezeshaji wamejifanya kama wasaishaji mitiani, alafu wanawafanyisha wanawake mitiani ambao hawajui hawa, hawa. Kwa hiyo sisi tunataka tuambie, nyinyi si wasaishaji, nyinyi ni wawezeshaji. Muwasaidie wanawake wajue vikundi ni nini, waunde vikundi, wajue sifa zinazotakiwa na muwawezeshe kupata mikopo. Kwa hiyo sisi tumeamua kama viongozi lazima tukalisukume hilo, kwa sababu pesa zipo, lakini utokaji wake ni mdogo mno. Asante wote na kusherekea sumazo duniani. Kwanza kupokea ujumbe mzito ambao umetolewa na TIRA ambao wanasimamia hiyo, ni mamlaka ya bima katika nchi ya Tanzania. Inaonekana kwamba kwenye bima kuna fursa pekee ambazo zinataa wakala, lakini pia kuweza kulinda mali zako na kulinda rasilimali zako wewe ili ni jambo kubwa na hii ni, ni, ni moja ya jambo ambalo tutachukue na iwe tabia. Mama ndio msingi wa kwenye familia na kwenye nchi, basi ni jambo kubwa kwa mama wa Singida waweze kulipokea na, na waliingiza kwenye familia uh, ambayo wanaishi. Yani ukiambiwa jambo na mama au na mke ni kama unafanyia kazi, kufundisha mambo mbalimbali na fursa mbalimbali kwamba mkopo akiipata ule wautumie kwa ajili ya maendeleo katika, katika, katika, mikopo ambayo ameipata ifanye kazi waliokusudia. <La zunisa>. <la zunisa>. kikosi kazi, kikosi kazi, na imetoa elimu kubwa, na baadhi yao ni machache kubwa sana ambazo kero ambayo ilikuwa ni ni bima. Ukiangalia, kuna wakati mwingine, kwa mfano, ndogo ndogo za kawaida ambazo zilitokea hapo hapo, lakini kwa upande wa wa nyumba zikiwa zimeungua, kwa mfano, mtu nyumba imeungua. Nyumba ikiungua, wanakuja inabisi tukae na kwanza kuangalia ndani na kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kupata maisha ya awali. Kama kwenye nyumba ilikuwa na bima, ilikuwa ni jambo kubwa na jambo zuri, lakini lengine kwa vijana wengi wa bodaboda mimi hapa laya tu ya Singida, na barabara zaidi ya elfu tano boda bodaboda, watu wengine ajali zinatokea barabarani, na ikitokea ajali boda bodaboda nakaa muda mrefu kabla kupata kazi au kwa bosi wake au kwa bosi mwingine, lakini kama kwamba kama kweli boda boda zetu zote hizo wamekuwa wamekata bima ningepata ajali wangepata bodaboda ng na hiyo ndio sehemu ya za kiuchumi na za biashara, maana kuna bima kwa ajili a ya kwilianasema hizi za usafiri na usafirisha abiria za moto zina bima kwao, wachukue bima hii. Inatokea sana kwa bodaboda, ni jambo na bima ya afya pia bodaboda, amepata boda boda ajali anaangaika kweli masinipagnaskut lakini ingekuwa na bima angeweza kusaidiwa. Na TIRA ametuambia kwamba kama ukiwa na kadi hapa ya bima kwa namna yoyote ile ya afya, ya mambo ya rasilimali, kwenye ya magari, ya pikipiki, vitu vya moto, hii ukipata usumbufu uende TIRA aweze TIRA, TIRA, TIRA, kusaidia. Hili ni jambo kubwa ambalo kwa sisi kama viongozi tunalibeba, tuenda kutoa elimu katika katika laeta Singida. Lakini kwa nini wapongeze sisi kwa upande wa wilaya Singida, tunayo timu nzuri ya viongozi wale wa bodaboda. Sisi sisi kwa bodaboda unajumuisha pamoja na na bajaji. maana sisi Singida na bajaji. maana Singida bajaji wako katika kategori moja na wamekuwa ni watu wema, tunafanana kazi na mimi ndio mlezi wao kwenye wilaya ya Singida Singida na mkoa mzima wa Singida. Mheshimiwa Halima Dendego ndio mlezi. Kwa hiyo tutaendelea kutoa hii elimu kwao, na na wenyewe walikuwa baadhi yao hapa, na mlimwona dada yule yule ambaye ni bodaboda kwa na hiyo nao wamepata hii elimu. Hili ni jambo ambalo kwa kweli tunatakiwa bodaboda lichukulia kwa uzito wake na wao. Na hapa fursa kama hizi. Asante sana. Asante.